Leo katika uwanja wa kimataifa wa michezo wa Moi Kasarani jijini Nairobi, walimu walikusanyika kuadhimisha siku ya walimu duniani chini ya kauli mbiu kubadilisha uwalimu kuwa kazi ya ushirikiano. Ni hapa ambapo masuala ya uhaba wa walimu, maslahi yao na mtaala mpya wa elimu yalishamiri. Waziri wa elimu Julius Migoso Gamba alisisitiza kuwa serikali imejitolea kushughulikia changamoto za walimu.

Ili kuboresha uwiano wa walimu kwa wanafunzi, Ogamba alitangaza kuwa serikali itaajiri walimu wasiopungua elfu 24 kufikia Januari mwaka 2026 ikiwa ni nyongeza ya walimu. The government has employed a historic 76,000 teachers in two years. walimu elfu 76 waliokwisha ajiriwa. A further 24,000 teachers are to be employed by January 2026. Making a total of 100,000 teachers in a record 3 years on course to bridge the teacher shortage. Waziri Ogamba aliwapongeza walimu kwa kutekeleza mtaala wa elimu ya umilisi CBE, na kudokeza kuwa tume ya kuajiri walimu TSC itatoa jumla ya shilingi milioni 950 kufadhili mafunzo ya ziada kwa walimu wa shule za sekondari ya msingi JSS. The government has provided to TSC a total of 950 million Kenya shillings for retooling teachers in this financial year kuhusu ufadhili wa elimu alisema kuwa takriban wanafunzi milioni tisa tayari wamekwisha dhibitiwa na mgao wa fedha umeanza kutolewa. We are only releasing capitation to schools whose learners have been verified. Wakati huo huo, mwenyekiti wa kitaifa wa KUPET Omboko Milemba alikariri wito wa kuwepo kwa mfumo huru wa usimamizi wa shule za JSS. We have heard you and we have taken the steps of yes of writing to the commission so that we can have a discussion with the government. Walimu kutoka shule za kibinafsi walitoa wito kwa serikali kuingilia kati na kusaidia kuboresha maslahi yao. to the, to the, to the student and also our parents. John Kahiro, Darubini Wikendi.